Askofu mteure wa jimbo jipya la Bariadi, Prosper Baltaza Lilimo, atapokelewa rasmi Machi 17, 2026 katika eneo la Manonga, mpakani mwa jimbo la Tabora na Shinyanga. Baada ya mapokezi hayo, askofu mteure atapata mapumziko ya siku moja katika makazi ya askofu wa jimbo la Shinyanga kabla ya kuanza safari kuelekea jimboni Bariadi Machi 18. Askofu mteule atasimikwa rasmi 19 Machi 2026 katika uwanja wa halmashauri ya Bariadi. Sherehe itahudhuriwa na wageni zaidi ya elfu tano wakiwemo maaskofu, mapadri, watawa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti ndani na nje ya Tanzania. Askofu Rimo alizaliwa mnamo Agosti 20 mwaka 1964. Alipewa daraja la upadri mnamo Julai 4, 1997 jimboni Arusha. Askofu Rimo ambaye ana shahada ya udhamini PhD alikuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Arusha tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano.